Kampuni yetu ya Msama Auction Mart wakishirikiana na Wizara ya Habari na Utamaduni, michezo pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA kama nilivyozungumza kwamba tunaanza kukamata kazi za sanaa ambazo zinauzwa zina kinyume na taratibu. E, tunawakamata wale ambao wanadurufu CD na tunakamata wale ambao wanaingiza nyimbo kwenye flash kwenye simu na kuzibani kwenye CD, na kuziuza kinyume na taratibu na pia tutakamata wale ambao wanatumia flash kwenye magari yao na wale ambao wako maofisini wanapiga nyimbo kupitia kompyuta, wale wote tutawakamata kwa sababu ni kinyume na taratibu. Ni kwamba tunapenda wafanyabiashara wafanye biashara zao, wafanyabiashara wafanye biashara, wapate pesa zao kihalali kwa kufuata taratibu. Serikali hii ya rais wetu mpendwa eh, Joseph Pombe Magufuli haichukii wafanyabiashara wala haichukii matajiri bali inapenda wafanya biashara wafanye biashara kwa kupata kwa kufuata taratibu, wafanye biashara kwa kulipa kodi na wao pia wapate pesa zao. Mkifuata taratibu, huwezi kusumbuliwa. Kama vile ukifungua duka lako ukawa na leseni yako ukauza CD halali, m, haya, mwimbaji akapata haki yake, serikali ikapata haki yake, na wewe ukapata haki yako, huwezi kupata usumbufu wowote. Lakini serikali inachukia wale ambao wanakwenda kinyume na taratibu na ndio maana kuta rais wetu mpendwa ameamua kushikilia njuga wale ambao wanafanya ufisadi, yani kuto kulipa kodi, kukwepa kodi. Mimi nasema kwamba ukifanya vizuri utapata hela hasa serikali hii. Kwa hiyo nawaambia wauza CD wote waache kuuza CD feki, wauze CD halali, wafungue maduka yao ili wakiuza CD halali. Nataka niwaambie kwamba hata wasanii wetu mtaona wataanza kupendeza, wataanza wataanza kuonyesha magari mazuri, kwa sababu wanapata haki zao. Lakini leo hii unakuta msanii hana kitu lakini yule anyangao anauza CD fake amejenga ya manyumba yake manyumba sita. Biko mtu unamfahamu jina la Rifadhi, ana nyumba sita lakini kwa kuuza kazi fake. Lakini msanii anaishi nyumba kupanga. Kwa hiyo sasa hivi kazi za CD fake stop kuanzia wiki ijayo, yaani Jumatatu tunaanza rasmi zoezi la kukamata. Kuanzia Jumatatu wiki ijayo tunaanza zoezi la kukamata. Una kompyuta yako acha kubani CD. Acha kuruhusu nyumba yako itumike kwa kubani na kudurufu CD. Wewe pia mwenye nyumba unaotumia nyumba yako kwenye biashara hiyo, ni kosa, utakamatwa na utafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Tunaomba watu mwache biashara hiyo. Wale wanauza CD za bukubuku si wanatembea kwenye magari, unakuta wako kule Tazara, wako kwenye mabarabara wanauza, na kwenye ukuta mwingine unakuta mtu anaonyesha magari yao, amejaza kwenye flash nyimbo zaidi ya 100, 200. Wote tutawakamata. Ni kwamba sasa hivi serikali hii ya awamu ya tano haitaki biashara CD fake. Biashara CD fake sasa hivi basi ndio mwisho wake. Tunataka ziuzwe CD halali ili serikali ipate mapato kuanzia mwaka 2010 mpaka sasa, zaidi ya bilioni karibia kumi na kitu eh, zaidi ya zaidi ya shilingi bilioni, serikali imekosa mapato, imepoteza hizo pesa kwa sababu hizo hela zote zimeingia mifukoni mwa watu binafsi baada ya serikali kuingia, na zingesababisha hata vijana wetu kujengiwa madarasa, zaidi kununua madawati, barabara kujengwa, lakini zimeingia kwenye watu, kwenye mifuko ya watu, wanakula wenyewe na familia zao. Tunaomba sasa biashara hiyo tume iwe mwanzo na mwisho, sasa watu wauze CD halali, ili serikali ipate mapato, wasanii wapate haki zao. Nataka niwasisitizie wafanyabiashara wenzangu, nataka niwasisitizie wafanyabiashara wote nchi nzima, matajiri wote nchi nzima, raisi wetu mpendwa John Joseph Pombe Magufuli hachukii wafanyabiashara, hachukii matajiri, bali anapenda matajiri wapate utajiri kwa haki wapate utajiri kwa kufata bia, kwa kufanya biashara halali. Lipa kodi yako, fanya biashara yako hutasumbuliwa. Ndio, ndio maana tumeamua sasa hivi. Hata wanaofuata utajiri kupitia kazi za sanaa CD, pateni hela zenu kwa halali, mwache kwanza kuiba. Uwizi huo ndio hapendi rais, mambo ya ujanja ujanja hapendi. Ukifanya vitu vyako kwa halali, unapata hela, tena unatajirika haraka sana, vizuri kabisa. Fanya taratibu, uza kazi halali, lipa kodi yako